Na mtazamaji viongozi opinzani, wa upinzani wamemtetea Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta wakimsuta wandani wa Rais Ruto anaosema wanamkosea heshima wakiongozwa na aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua. Viongozi hawa sasa wanamtaka Rais William Ruto kusitisha siasa dhidi ya Uhuru Kenyatta. Akizungumza nyumbani kwake kaunti ya Nyeri, Gachagua aliyekuwa ameandamana na viongozi wa upinzani wakiwemo Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Fred Matiangi aidha alisema na kikosi ambacho kitamtoa ofisini Rais Ruto. Alimshutumu kwa kuwapunja kwa wa Kenya. Viongozi wa upinzani waliohudhuria mkutano huo eneo la Wamunyoro walizungumzia ahadi ambazo serikali haijatimiza kufikia sasa. Kwenu na hawa ndio wa, ili watu hawa watawaona hawa ndio wanashuka baraka za daka hizi tunapo, na kwa hivyo na sisi tunatoa kwa sababu sisi sisi ni marafiki. Eh, nchi ya Kenya. Sisi watu ya mlima ndio tulikupatia 47% ukakuwa rais wa Kenya. Hii mlima hii ilikufanya wewe kuwa rais ndio itakupeleka nyumbani. Na tunajikomboa ndivyo tuwe na serikali inasimama kwa msimamo wa kisheria, inafuatilia sheria, inalinda haki za kila Mkenya. Msiuzie uoga. Don't even try to bet. Hawa ni viongozi ambao wanajuana. Sisi hapa tutakubaliana at the right time, yale ambayo tunauliza ni maombi